Walimu wote nchini wametakiwa kuzingatia kanuni na maadili ya kazi katika ufundishaji ili kuongeza tija na ufaulu kwa wanafunzi hasa shule za msingi licha ya kuonywa vikali kuacha kujihusisha na mapenzi baina yao na wanafunzi. Kauli hiyo imetolewa na Zubeda Makame, kaimu afisa elimu mkoa wa Mtwara katika mkutano mkuu wa kwanza wa TAPSHA ikiwa na maana ya Tanzania Primary School Association ulioandaliwa na viongozi na walimu wakuu ya shule za msingi mkoani Mtwara na kufanyika katika ukumbi wa Call and Vision, ambapo amesema kila mwalimu anatakiwa kuwajibika ili kuondoa wimbi la wanafunzi kufeli, akieleza kuwa watoto wasiojua kusoma na kuandika warudie madarasa.

Hakuna hakuna kuwa mzaa wa mtihani haupo, kusimamia kufundishaji bado mapema, tunaweza kusimamia. Hakuna mzaa kwa kazi, ukipenda mzaa usahihi wake, lakini heshima ya mwalimu ni matokeo. Usipokuwa na matokeo mazuri, heshima yako inashuka, utakuwa mwalimu wa kutuharibisha. utasema uangalifu mkubwa kwani tunaaminiwa na serikali katika elimu wameongeza sana. Kwa upande wake mwenyekiti wa TAPSHA mkoa wa Mtwara bwana Abilahi Hito, akisoma risala mbele ya mgeni rasmi katika mkutano huo, amesema mpango wao ni kuendelea kushirikiana na viongozi mbalimbali mbali katika kuhakikisha ufaulu wa wanafunzi unaongezeka kila mwaka. Tutaendelea kuboresha katika utoaji na usimamizi wa taaluma kwani tumejipanga kushirikiana na viongozi wa ngazi zote katika kutekeleza majukumu yetu ya kazi na kamwe hatutakuangusha. Mkoa wetu utakuwa salama kitaaluma. Aidha, tupo tayari wakati wote kupokea ushauri maagizo ya viongozi wetu kwa uboreshaji wa wa majukumu yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi tunaahidi kuendelea kushirikiana ofisi yako katika kusimamia na kuboresha elimu katika mkoa wetu. Aidha, tunakushukuru kwa kukubali kwako kuja kuungana nasi kwenye mkutano huu, kwani tunajua una majukumu mengi sana. Katika hatua nyingine, katibu wa TSC Mkoa wa Mtwara Dankan Bushiri amesema katika wilaya Mtwara Mjini, Masasi na Tandahimba wamepatikana walimu mashoga, jambo ambalo linaharibu maadili ya ualimu huku akiwataka walimu wanaojihusisha na mapenzi na wanafunzi na kuacha mara moja. Hata hivyo tulipata mwalimu shoga uh, Masasi, mmasai likuwa na mwalimu shoga Mtwara. Kuna mwalimu mwenzetu ameingia kwenye hayo matatizo na mpaka inakuzungumza anashikiliwa. Kuna shule moja ya kweli kuanzia mwezi wa tisa hadi mwezi wa tatu, kuna mimba kumi na tano wanafunzi kwenye mkoa wote wa kulana mimba kumi na tano shule ya kwenu. Katika hizo mimba kumi na tano mimba moja inahusisha walimu. Kwa hiyo hawa walimu wameshaingia kwenye matatizo, na ni mlolongo wa walimu, yani mmoja ashiriki lakini walikuwa nashirikiana na mwenzani kwenda kutoa mimba ya wanafunzi, mwalimu natumia gari yake, wanatorosha wanafunzi kwa ajili ya kwenda kufanyia mchakato wa kuondoa vii Nao baadhi ya wakuu wa shule za msingi waliohudhuria katika mkutano huo akiwepo mkuu wa shule ya msingi Magomeni, mwalimu Michael Oswald Kibona, ambaye pia ni katibu wa TAPSHA mkoa wa Mtwara, na Salvius Rashidi na Mangaya, mkuu wa shule ya msingi Mkisi, wamesema uh, huu ni mmoja wa walimu wakuu Tanzania, Tanzania bara ambao wanajumuisha walimu wakuu wa shule za serikali na shule binafsi, kwenye lengo la kuwaunganisha walimu wakuu ili kufanya mambo yao yaboreke hasa kwenye usimamizi wa elimu kuanzia ngazi ya shule. Na huu leo ni mkutano wetu wa kwanza kwa maana ya mkoa wa Mtwara, na kitaifa tumeshafanya mikutano sita mpaka sasa hivi, lakini kimkoa huu ni mkutano wetu wa kwanza ambao unafanyika leo hapa kwa Call and Vision ukiwa na kauli mbiu ya uh, maboresho ya katika sekta ya elimu kupitia miundombinu michachu ya maendeleo ya sekta ya elimu lakini pia ukiwahamasisha watanzania kushiriki kwenye uchaguzi wa mwaka huu 2025 lakini leo tumepata kidogo kueleweshwa na baadhi ya mambo na kikubwa kilichozungumzwa ni swala la ufaulu katika shule zetu na tumekubaliana sisi kama walimu wakuu kuongeza juhudi kuhakisha kwamba malengo ya serikali yaisha kwamba kila mtoto anapata elimu ya sekondari kuanzia shule ya msingi basi yanatukiwa. Yeah, nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao Upendo TV. Amani kwa wote.